Mama, jina naitwa James Charles, kesho tunajiandaa kwa Mama Samia, tuna tiki na kutikisa. Tunakwamba siku ya kesho, Mama Samia suru ni chama cha zote wa iboahhdeatingavjaait kazi na utu, tunasonga mbele. Chagua Samia, chagua CCM. Oktoba 29 tunatiki. Mimi naitwa Daudi Matias, ni sisi wana sungusungu sungu, tumekuja kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya kufunga kampeni za ambayo tumeipokea kwa nia nzuri, kwa nia njema kabisa, kwa sababu sisi kesho tunajiandaa kwenda kutiki. Tunakwenda kutiki moja kwa moja, tunatiki kwa Samia bila wasiwasi wowote. Yule jeshi zima na vijiji vyote vya kata ya Blemeji vinapanga kutiki kwa moja kwa moja bila upinzani wowote. Samia hana mpinzani, Samia yuko fea, yuko huru kabisa. Tumekuja kuzima kampeni ili turudi tukajipange kwenda kutiki kesho Oktoba 29. Naitwa Madammeni Matayo, tuna chifu, chifu tuna kesha na chifu angaya, sisi na chifu tuna kesha na chifu angaya kesho saa kumi na mbili tayari kwa kutuoni. Tunamwahidi mama kula za ndio, simuwakike kula kama zote. Samia tunampenda mama mtulivu, mama wa watu, kipenzi cha Watanzania kesha na chifu wangaya sisi na chifu ishirini ishirini na tano thelathini tuko na chifu wangaya hoyo, mwanza hoye, sisi na chifu na kesha na chifu wangaya ishirini ishirini na tano mpaka thelathini sisi na chifu tunampenda, kipenzi cha Watanzania. Maendeleo yaliyoyafanya yanaonekana, hakuna mbadala, hakuna mjadala. Kazi alizozifanya Mama Samia dunia nzima inashuhudia. Haleluya! Mungu ambariki, amlinde, amtunze. Haleluya! Kazi na utu, tunasonga mbele. Chagua Samia, chagua CCM. Oktoba 29 tunatiki.